Mungu ni mwema na cakola. Kwanza ni kumshukuru sana ndugu askofu, mdugu waskofo, kwa kunialika niweze kuongoza sherehe ya leo. Vile mnaona askofu, na hiyo ni kazi kubwa sana ndani yake hawezi e, kutolea mwingine hadi ako katika kiti kile ambacho ni cha uaskofu. Ile mlipatia bakora wakati huu, ni kuonyesha kwamba anapenda niweze, kwa hata kama ni dakika hizo tatu nne tano kusaidia katika E, sherehe ya leo naona hiyo nijakukuu e, sana. Kwa hiyo askofu kwanza ukushukuru, hiyo ni heshima kubwa sana, naja kulamtili basi e, waletea kwanza askofu na e, kundi lote la, la mapadre na watawa wakiume na wakike

nyuma ya kipali, hata kama sio eh, parukia zote aliweza, eh, kwenda parukia nyingi, akikutana eh, wa na Wakristo na kila wakati kukiwa na sherehe za kiji.

ingine nina kutoa shukrani sana sana. Hata kama jambo hili ambayo tunafanya siku ya leo kusindikiza ndugu yetu ni mambo mazuri ambayo ya yamefanyika, ya, ya yale ambayo ya tunasema kumzunguka yeye, mambo mazuri sana lakini, kwanza eh, kabla kusema mambo yake binafsi alipokuwa, nilipokuwa natafuta yule ambaye eh, atashiriki eh, pamoja nami eh, kuanzilisha jambo hilo eh, na sabatiko ka, na nikakutana na Father Joe, nilimwendea nil, eh, askofu wa hapa kwa wakati huo akanipatia tumaini sana kwamba wechukua kama ataweza kuendeleza kazi zako na, na mtoa eh, kwa moyo wote. Na huyo tunasema eh, si mwingine ni askofu Moris kwa wakati huo. Askofu Moris eh, muhatia eh, hata mahali aliko tunapoongea juu ya badachuu, kwa moyo nasikia kumtolea shukrani alitupatia kwa moyo wote bila kizuizi chochote au kipimo, akasema aje e, kwetu ili aweze kutuhudumia katika e, chuo hicho na pia e, ninyi wa Kristo na mapadre na e, ao anafanya kazi hapa yeah, tangu mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu kutoka mwaka elfu mbili na kumi na tatu Kwa hivyo miaka kumi na mbili na nusu hivi, karibu inaenda miaka kumi na mitatu ndio ameshinda kwetu na nini, mkifanya hiyo sacrifice ya father wenu yeah, ambaye yeah, alikuwa yeah, hapa

amekuwa katika jimbo letu la Murang'a. Eh, mara ya kwa, yau ya kwanza kumjua kefala kicuo iwenake alikuwa anafanya kazi nyingi katika program ya yazreti na akajionyesha mtu ana, ana, ana, anapenda sana kufanya kazi yake, na tukaanza tukaona zreti kwa, kwa macho mengine

yadaia baa alikuwa director wa kabo liko, nilikuja kufahamu nzuwa mara ya kwanza halafu, basi akaenda kama tulivyosomewa, akaenda sasel hapo, nikawa nasikia habari yake, lakini pia akarudi, basi wakati tulikuwa tunaanza program. Ni nzuri kusema kwa sababu yanayo baki kwa siri, eh, hawezi kusaidia yeyote eh. Kwamba tunaweza eh, kusema Father Gatamu was a co-founder of eh, our program that time, I was that uh, very stressed looking for somebody who understand what I'm looking for, na nilipata mimi nimeongea na wengine nawaambia hata maaskofu, ndugu zana, nawaambia kuna haja ya kufanya taratibu ya pekee kwa ajili ya ya mapadi masista, watu walikuwa wana checheni na pia inaendelea, lakini kwa wakatukuwa kukuwa na ya mapaji na nikawa naona kuna shida, kuna changamoto kwa kwa vile mapadre hawana mahali wanaweza kwenda kufanya e, e, kama vile askofu ameelezea rest kwenye rest, na nikaanza kufanya kuweka e, infrastructure kidogo hapa na pale e, na kutafuta nitafanya nini, na kuanza kujiuliza ni nani atafanya kazi hii, na nani, nani atafahamu kile ambacho picha ile ambayo ninayo kwa kichwa. Basi nilipokuwa nauliza na naciviisa hivyo, na nikasikia kuna padre ambaye amekuwa akifanya kazi ya aina hiyo chemchemi, lakini eh, hajashikwa eh, hajafungwa na kontrakt eh, nanato naweza kumuuliza. Nikaanza kumtafuta. Mungu ni mwema, lakini nilipokuwa namtafuta pia nikasikia padri Gatamu ananitafuta, anataka kuniona. Basi nikasema mwambie aje aniambie nini. Basi akakataa, nikamwambia kwa vile unanitafuta na nimekuwa nikitafuta kwanza wewe, niambie ni nini unanitafutia. Basi akaniambia, nimeenda kwa maskofu lai huyu yule na mwingine, kwamba tuanze hapa kwetu Kenya program ya sabatico ya Christ. Sasa hapo likawambia, si nio hio ambazo limea kuna jambo ambalo lilikuwa eh anafikiria kama vile imeandikwa katika uloji yake sana. Alikuwa wale ambao wanapendezwa sana na kuwafanya wengine kukua na e, kunenema katika fikira na roho in the good, e, in the good good of the human person. And in the saying, uh, come the way you are. that is written uh, in, in the program in uh, St. Anselm that made a deep impression of him because he was always saying like that come the way you are kuja kwa jinsi ulivyo na e kama kwamba kama omona shida kabisa

ya kwanza nitiet ni sala yake na pia wakubwa wengine ambao wamepitia hapa Sasa then Sarah ai thank you thank you for the Lord Bishop I want to express this appreciation on the top of dialysis that does some moral for all these years father I outside say your dialysis